Lazima ufahamu na kutambua biblia inakuchukuliaje? Mungu anatarajia nini kutoka kwako kama kijana? Ukiishi bila kujua mipango ya Mungu juu yako, ukiishi bila kujua mikakati ya kimungu juu ya maisha yako, umekwisha kupotea. Maandiko yanaeleza yanasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa kuwa mna nguvu namba moja. Bibilia ime Mungu amekuandikia wewe kijana, kwa sababu una nguvu sasa. Nguvu uliyonayo kama kijana ni nini? Nguvu anayezungumzia kibibilia hapa sio ukubwa wa umbo lako, sio ukubwa wa kifua chako, inazungumzia nguvu zako katika ulimwengu wa kiroho. Spiritual strength ya wewe kuweza kusoma neno, ya wewe kuweza kuomba, ya wewe kuweza kufunga, ya wewe kuweza kufanya uinjilisti. Vijana wengi wa leo, nguvu zetu ambayo Biblia imetuandikia hapa hatunazo tena. Kanisa la leo, vijana wengi tumekuwa solezi. Vijana wengi ambao Mungu amekuandikia akitegemea nguvu yako katika kufanya kazi yake, vijana wengi wengi na kanisa la sasa na watu wengi wa sasa, vijana wengi wa sasa ndani ya kanisa tumekuwa wa mwisho baada ya kuwa wa kwanza. Mambo ambayo yanakuumiza mambo ambayo yanakutesa hayahusiani na, na, haya na ufalme wa Mungu. Yani, nguvu yako kubwa iko kwenye mapenzi, ndio umewekeza mtaji hapo. Vijana wengine nguvu zenu zote, badala ya kufanya kazi kwa bidii ukafanikiwa, kwa njia iliyo rahisi unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, kazi yako ni kubeti. Vijana mko hapa mnanisikiliza, na wengine mnanifuatia kwa mtandao Unatia nguvu yako kwenye kubeti, mi nitatoboa hapa kwenye maisha, nitatoboa hapa kwenye maisha, muda wote unafuatilia steam, una beti, una beti. Ndiyo, ndiyo, unacheza kamari, all that ndio nguvu yako iko kubwa. So the Bible says, ametuandikia sisi vijana kwa kuwa tuna nini. Nyosha mkono akulia, jiila kijana sema hey, Mungu Baba, kwa jina la Yesu, nguvu yangu yoyote ya niliyoitumia ninayeitumia nje ya kazi yako. E, hey, Bwana Yesu, mwaka huu 2025 ninairejesha, nairejesha nguvu ya neno, nguvu ya kuomba, nguvu ya kufunga, nairejesha, nairejesha kwa jina la Yesu. Na mtu mwenye pumzi aseme amen.